na mazibawa matakatifu ambayo amekalia na viongozi wetu ma na mgeni wetu mheshimiwa. mama assemblies wote na washirika wote bwana yesu asifiwe, yeah. eh. Mosi, haleluya yeah. Bwana, asifiwe. Yeah. sante ninashukuru nimepata mama yangu hapa oh, Mungu ni mwaminifu uyu yeah. mama yetu tunajivunia ndani mwake yeah. maana alifanya tukapata hii agano Bwana Yesu asifiwe. Mosi haleluya. hadi lakini haibora. Bwana Yesu asifiwe. hadi lakini hawa rangi haibora. Asante dai bora, matambi dai bora, bimbe dai bora, bafana ndi lakini wosi kumrangaza mama. Bwana Yesu asifiwe. Mosi haleluya. Mimi nashukuru nilikuwa na dada yangu jana.

kijana ninampenda kwa maana si si hapo na moyo mmoja. Bwana Yesu asifiwe, amen. Bosi, haleluya, haleluya, shukuru. Si mama wangu Region, si si si ulifunza watoto wako na wakaitika na wakamjua Yesu na wanajua mama zao wanajua nyanya zao. Si Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe Amen. Nimetumia mama Beresi umefika kwa wakati, amekuomba ruhusa, umeona ya kwamba aombaye hupewa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tunashukuru hilo likubali na, na amejitahidi, anaenda nyumbani, unaenda nyumbani lakini hujafika, rudi tu ushiriki mkutano, sisi ni waimbaji. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi hata Josephat akiwa baada <laughs> <laughs> ya ai hayayalikuwa, namwambia baba, ninaomba ndio, lakini kipawa ambao Mungu alinipa ni cha cha uimbaji, nacho hata ufanye nini uwezi ku nitaimba hata kama niko mzee hivi mpaka Yesu wakati. Na hiyo kipawa ndio kinafanya hata niingie mtu aseme na kwamba anataka kuingiza ndani ya shimo, inanitoa ndani ya shimo kwa sababu niko na Yesu, na niko na Yesu milele na milele. Tunashukuru mzee wetu. Naona mzee wangu naye amebomara pale. Haya. Pale. Maisha yangu iko pale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kumiraise. Yeah. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru maana Mungu alinipa. Mume Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mume wa kuvumilia Bwana Yesu asifiwe. Hata nikiwa mgonjwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <si> <laughs> <si> <hazani>